Usalim taslima kathira, amma ba'du, tukiendelea darasa yetu ya tarjama ya Qur'ani katika juzuu ya 30 ambayo ni juzuu amma, na leo tukiwa katika sura nyingine ambayo ni Suratul Bayyina. Suratul Bayina ni katika sura za Madina, ni katika sura zilizoteremka Madina. Sura hii aya zake ni nane na mpangilio wake katika msahafu ni sura ya tisini na nane. Sura hii imeteremka

munfakina ni wenye kuacha waliokuwa nayo, hawakuwa ni wenye kuacha yale waliokuwa nayo katika kufuru na ushirikina. hatta taatiyahumul bayyina, mpaka ulipowajia wao bainifu. Kwa hiyo hawakuwa wale ambao wamekufuru ambao ni watu wa kitabu, Mayahudi na Manasara. walmushrikina na washirikina munfakina. Ibnu Kathiri akasema ai muntahina, hawakuwa ni wenye kukoma, ni wenye kuacha yale waliokuwa nayo. tarikina lima huma alayhi, hawakuwa ni wenye kuwacha yale ambayo wako nayo katika kufuru, mpaka walipowajia wao ubeinifu. Lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi, hawakuwa wale ambao wamekufuru, ambao ni watu wa kitabu. Watu wa kitabu wanaokusudiwa hapo alyahudu wan nasara, wameitwa kwa jina hilo la ahli alkitab, lianna sufahum baqiyat ila anbu'itha annabiyu sallallahu alaihi wasalam, kwa kuwa karatasi zao na vitabu vyao vilibakia. Mayahudi, taurati ilibakia, hivyo hivyo manasara, injili ilibakia mpaka kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na yaliyomo katika atahrifi watabdili wataghyiri vitabu vyao vilipatwa na atahrif kupotoshwa kadhalika atabdil kubadilishwa na ataghyir. Na kazi kubwa ya upotoshaji huo aliifanya Paulo Bolis. Paulo ndo aliyefanya kazi hiyo ya kupotosha vitabu vya hao ahlulkitabu lakini wao wanahesabika kuwa ni ahlulkitabi pamoja na upotofu uliopatikana katika vitabu vyao, na ataghyir na tabdili iliyopatikana, bado wanahesabika ni ahlulkitabi kwa kule kujinasibisha kwao kwa Musa au kujinasibisha kwao kwa Isa, kwamba wao ni wafuasi wa Isa, watahesabika kwamba ni ahlulkitabi. Kwa hiyo Mayahudi walikuwa na Taurat, Manasara walikuwa na Injili. Walmushrikina, na washirikina. Washirikina hum abadatu al awthan, washirikina ni wale waabudu mizimu. Wao walikuwa hawana kitabu wanachokifuata, wao ni waabudu mizimu na masanamu. Kwa hiyo wanakusanywa wote wenye kuabudu mizimu katika kila jinsi, iwe ni katika Bani Israil au ni katika wengineo wasiokuwa Bani Israil, wote wanaingia maadamu walikuwa wanaabudu mizimu hao wote wanaingia katika jina la washirikina, wawe ni katika hao Mayahudi au ni katika Manasara. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao wote ya lam yakun lladhina kafaru hawakuacha kuwa wale ambao wamekufuru, min ahli lkitabi, mini hapo ni ya bayani ambao ni watu wa kitabu Mayahudi na Manasara, wal mushrikina na washirikina, yaani wale wenyekuwa kuabudu mizimu. munfakkina ay tarikina lima hum alayhi min alshirki wal kufri, ni wenye kuwacha waliokuwa nayo. hatta taatiyahum al bayyina, mpaka ulipowajia wao ubainifu, mpaka, mpaka ulipowajia wao ubainifu. Na ubainifu ma yubayinu bihi alhaq, ni kile ambacho ubainika kwa kitu hicho haki ikabainika, katika kila kitu. Sawa, kila kitu ambacho yubayinu bihi alhaq, kwa kitu hiko haqi inabainika, basi yusamma bayina, kitu hicho kitaitwa ni bayina, sawa na ubainifu upowa sampuli nne ubainifu, kuna waikrar ukiri, pengine mtu akakiri tu yeye mwenyewe jambo, inaitwa hii ni ubainifu. Au alkitaba, kuandika pia inaitwa ni albayina. Mtu ameandika fulani, lahu alaya dhinu fulani, ana deni kwangu mimi, pia ni ubainifu. Haki imebainika tu kwamba fulani anadaiwa, ubainifu. Kadhalika ushahidi mashahidi wakaleta uh, ushahidi wao, haki ikabainika kwamba haki ni ya fulani, pia unaitwa hiyo inaitwa ni bayina. Kadhalika pia katika sampuli za bayina ni dhahirul hali, dhahiri ya hali ilivyo, kama vile mwanamke ambaye hajaolewa haya, kakutwa na mimba. Mimba hii kaitoa wapi? Haiwezekani, sio tukuwa ya mezini tu, hajaolewa kwa hiyo dhahiri ya hali pia ni bayina. Huyu kwa hivyo alivyo, lazima atakuwa mezini tu, hiyo pia inaitwa bayina. Au mtu kakutwa katapika pombe, sasa itakuwaje hii bila kuinywa? Hii lazima atakuwa aliinywa tu kane, katika masala ya kusimamisha hadi kwa watu, ubainifu pia unakuja katika sampuli hii kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawa hawakuacha kuwa wapo katika yale ambayo wako nayo katika kufuru, mpaka ulipowajia wao ubainifu. Ubainifu wenyewe ni upi? Rasulu min Allah, ndio ubainifu ulowajia wao. Sasa rasulu min Allah, mtume atokaye kwa Allah. Rasulu min Allah, mtume atokaye kwa Allah.

ndiye mtume anayetumwa na Allah kuwapelekea wahi wale mitume wa Allah ambao awatakiwa wafikishe ujumbe kwa walimwengu. Kwa hiyo hawakuacha kuwa ni wenye kufarikiana mpaka ili ulipowajia wao ubainifu. Ubainifu wenyewe ni rasulu min Allah, mtume atokaye kwa Allah. Yatlu suhfa mutahhara, anayewasomea sahifa zenye kutoharishwa. Yatlu suhfa mutahhara anayewasomea sahifa zenye kutoharishwa fiha kutubun qayima, kuna ndani yake maandishi yaliyonyooka. Fiha kutubun qayima, kuna ndani yake maandishi yaliyonyooka. Fiha ay fi hadhihi suhufi, ndani ya hizo sahifa ndani ya hizo karatasi kutubun qayyima kuna maandishi yaliyonyoka. Kutubun ai maktubatun qayyima, maandishi ni vile venye kuandikwa vilivyonyoka. Na hivyo ndivyo ilivyo Qurani. Walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, lau Qurani ingekuwa inatoka kwa asiye kuwa Allah basi kungekuwa kuna mgongano mkubwa ndani yake, kungekuwa kuna ikhtilafu nyingi, tofauti nyingi zingeonekana kama ilivyo katika vitabu vyenye kutungwa. Vitabu vya wanadamu haviishi mgongano, tusoma huku mara kasema hivi, huku mara tofauti na vile alivyosema mwanzo. Sio Qur'an aani, hakuna mgongano. fiha kutubun qayyima, kuna ndani yake maandishi yaliyonyooka. kwa hiyo

na hawakutofautiana wale ambao wamepewa kitabu illa min ba'di ma jaa'atuhumul bayyina, isipokuwa ni baada ya kuajilia wao hoja ya wazi na huo ubainifu. Illa min ba'di ma jaa'atuhumul bayyina lbayina isipokuwa ni baada ya kuwajilia wao ubainifu, ni hoja ya wazi, ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. wama tafarraqa alladhina utul kitaba na hawakufariqiana, hawakufariqiana wale ambao wamepewa kitabu, illa isipokuwa, min ba'di ma ja'atuhumul bayyina, ni baada ya kuwajilia wao hoja ya waziwazi, ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasalam. ilipoajia wao hoja ya wazi, basi ndio hapo ikhtalafu, wakatofautiana watu wote waliopowa kitabu, Mayahudi, Wanasara, baada ya kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallama, tofauti yao ilianza hapo. Minhum man amana, kuna katika hao alimwamini mtume sallallahu alaihi wasalam

Mfano Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu ambaye alikuwa ni kiongozi wa mayahudi katika mji wa Madina. Abdullahi ibn Salam yeye ndiyo alikuwa alikuwa ndio alimu wao mwana wa chuoni wao wakiyahudi katika mji wa Madina, alikuja akasilimu na akawadhihirishia wafuasi wake ambaye yamesilimu, lakini mayahudi walimkadhibisha pia hata Abdullahi ibn Salam kuna katika hao walioamini na kuna katika hao waliokufuru. Yule ambaye Allah Subhanahu wataala alijua kwake yeye kwamba huyu anataka kheri na anakusudia dini, basi Allah Subhanahu wataala akamwafikisha katika imani, na yule ambaye hakuwa hivyo akaafikishwa katika ukafiri. Yule ambaye hakuna khairi katika moyo wake, basi aliafikishwa katika kufuru. Hivyo hivyo washirikina kuna waliomwamini wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni wangapi katika washirikina waliomwamini wa Mtume? Wengi. Kwa hiyo watu wakagawanyika. Kabla ya kutumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sallam, hawakuwacha kuwa wapo katika yale ambayo wako nayo katika kufuru na ushirikina, kuabudu mizimu mpaka ilipowajia wao ubainifu.

mukhlisina lahu dina, hali yakuwa ni wenye kumtakasia yeye dini. Mukhlisina lahu dini, hali yakuwa ni wenye kumtakasia yeye dini. Hunafaa hali yakuwacha na dini zote au hali ya kuachana na mila zote na kushikamana na tauhidi. Ni kunafaa, kunafaa hali ya kuachana na dini zote, hali ya kuachana na mila zote na zot. kushikamana na tauhidi. wa yuqimu ssalata wa yu'tu zakata, na wasimamishe swala na watoe zaka. wa yuqimu ssalata wa yu'tu zakata

Manasara wote, watu kwa ujumla, watu hawakuamrishwa wa illa liya'budu um, Allah, isipokuwa wamwabudu Allah. Hakuna mtume aliyekuja akaamrisha kinyume na hivyo, kwamba niabuduni mimi. Kama atakuja kuulizwa Isa bin Maryam siku ya Kiyama, ya Isa

haini wii mimi kuyasema yale ambayo si kwa, si haki kwangu mimi. In kuntu kultuhu laqad alimta, ikiwa mimi nimeyasema hayo basi umeshajua wa mola wangu. Kwa hiyo hawakuamrishwa wa isipokuwa wamwabudu Allah, mukhlisina lahu ddina, hali ya kumtakasia yeye dini, hunafaa hali ya kuachana na dini zote

min ahli alkitab ambao ni watu wa kitabu, yani watu wale kwa kitabu. Min ahli lkitabi ambao ni watu wa kitabu. Wal mushrikina na washirikina. Fi nari jahannam khalidin fiha, watakuwa katika moto wa jahannam, hali ya kukaa milele humo Fi nari jahannam, watakuwa katika moto wa jahannam, khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo. Ulaika hum sharrul bariya, hao ndio walio waovu katika viumbe. Ulaika hum sharrul bariya, hao ndiyo walio waovu katika viumbe.